Bora bora leo. leo. Eh? Eh? Huyu. Mchezaji nani? Mwenyewe. Mwenyewe mwenyewe. yake yake yake yake. Bwana. Bwana bwana. dari dari dari huyo sio kama kama utaki. Ah, hivyo. Yaani ulimi wako utoe ushike na kidole kimoja. kitu mwenyewe. Eh, eh. Nani? Classmate tena? Nimesema naye. Bwana kwenye mchezo wa leo bana, turudi yes. <laughs> Eh, mno, uh, unajua sisi mashabiki sio wanafu eh. Sisi kutufurahisha tutafurahi, na leo kiukweli tumefurahi. Kama inawezekana, yani kama leo tulivyocheza hata tuambie mechi icheze saa nane usiku, sisi tutakuja hapa na kina nani yani kama, yoyote, yani kama wakituambia leo mechi saa mbili na robo wow, wow. si ndio? kama wakituambia mechi ya Simba na timu yoyote ile dio, itakuwa saa nane usiku sisi tutakuja hapa hizi. okay. raha ndugu yangu hauwezi yeah. Ah, kulala nyumbani wakati Simba yeah. inacheza yeah. kiukweli tumefurahi, yani kiukweli tumefurahi yeah. tumefurahi yes. vibaya mno yani, yani tume <laughs> <Vibayam> <laughs> anani, nika pakeji fulani kafulani ambako tumewekewa hmm. e, na, na leo nilikuwa nimekaa na ndugu yangu pasi milioni yeah. anaambia leo pasi zimefika milioni mia nane na zabudo ziko milioni mia nne kama simu yako ya mkopo utasema 800 Zabudo? Sio tu yeye, unajua sisi tumefanya usajili ambao kila mchezaji akiingia leo ulikuwa unaona, hmm. Yani tukipokoa umeangalia mechi ya Ah, sawa ama, no, namna ambavyo walikuwa wanakaba ndio <laughs> namna ambavyo Simba alikuwa anakaba leo, yaani tunaenda wote, yaani tuna, leo tumepata vitu vyote, hii ndio eh, Simba, Simba ya, ya asali na maziwa hmm. Simba ya asali na maziwa wala afu watulingi kwa ina kocha like, <manyita> <manyita> kama wanaweza kumpa wampe, lakini sisi tunachojua tulichokipata ndo tulichokifuata. Yes, yes. ndo tulichokipata ndo na ndo tulichokiplani, sio kwamba ni bahati mbaya yale, yale, mba yale tuliyoyapata tuliyatarajia kabisa leo. kwa hiyo sisi leo kukaa sasa saa ngapi? Saa nne yaani hata leo ni kurudi saa nane saa ngapi, ni sawa yaani kiukweli kama Simba watatupangia mechi kuanzia saa tano usiku kuendelea, sisi ambao tuko single ni raha maradufu, kwa sababu Simba wengine, sisi ni maisha yetu. Kiukweli tumefurahi, tunawapa hongera wachezaji wetu wote, wamepambana. Congratulations kwa kila mchezaji, yes. Na sisi kusema ukweli unafurahia hichi ambacho kimetokea kwa kuongezea Simba ina magoli sita hmm. Ina pointi sita hmm. Lushain Beroki ana magoli mengi kuliko mwanamfalume na nzizi. Achana tu mwanamfalume, achana na huyo. Kuna forward ule... anakitaka kiatu hey. hey. mengi kuliko mwanamfalume kuna, kuna mchezaji kuna wao ana, ana jina la mizizi <laughs> mizizi, usha mamangu mwanamke anakwambia ana goli hata hili unajua yandi Bueli, unajua maana Bueli. Hebu tuambie ina maana gani? Sasa hilo kikwetu ni mizizi ya dawa ya kienyeji. Sisi safari, tumesema atuchekeshi cheki. Simasemaje? Atucheki. Yule kocha hao si acheki na wote. Mm. Ukimwangalia yule kocha wao. Na tu ati angalizo <laughs> labda. Simba jamani tabia muache, mnatuchosha. Yaani leo tu mimi lakini nimechoka. Mm. Ukiangalia huko buda natia vibawa na nyerenukia huko. Ukiangalia huko Mwalisa Ibrahim. Yaani kuja maliza kumshangulia buda tena na Mwalisa Ibrahim. Basi unachana. Wewe mda wote unakuwa yaya ya, kama uko kwenye mziki. Simba, punguzeni zira mimi sijazoea ya mambo. Bivu ah, jamaliza Mwalisa Ibrahim anambia lolosha ndeleuka mtiamtu kanzu. Tena refa leo mimi kanichanganya. Sijua kuna refa mbovu kama yule. Mtu anakula kanzu ana kadi. Hivi siku hizi sio makosa. Alafu kwa nini aongeze dakika tatu? <laughs> Eh? Unachezesha Simba dakika tatu, mm? Unaongezaje dakika tatu? Sisi hatuwai nyumbani, timu namba tano, wa Afrika. Kwa nini unaongezea dakika eh, eh, tatu mbele ya mashabiki bora wa Afrika nzima? Kwa nini unaongeza dakika tatu? Hilo ni kosa la jinai. Bodi ya ligi inabidi lifuatilie hili. Waje watuambie kwa nini. Na sisi na sisi tujalizike. Basi mimi nataka kufahamu, jana watu wameangusha alama mbili. Leo wengine wameangusha alama mbili, wale ambao mnapambana nao katika mbio za ubingwa. Hii ni ishara njema kwa Wekundo wa Msimbazi.

Ila sisi tunampenda kocha, hey. Kocha, kocha, yule, yule, hey. Kocha, kocha ni mzuri, ana mbinu nzuri kocha, kocha, mm, hey, yeah, kocha asiachwe ni kocha mzuri kwanza yeah. Asiguswe, mbinu anazozitumia ni kocha ambaye anafaa anafa kufundisha timu yoyote inayoshiriki kombe la dunia. Na ndio amemfukuza atakuwa ameleta dharau kwa mabubu wote duniani. Haiwezekani kosa lake ni lipi? Kosa lake ni lipi? Kwani si anashinda? Eh? Kurudiwa ni kawaida ndio matatizo ya mpira. Eh. Na ni kocha mzuri. Na, sisi asiguswe. Kocha Foili asiguswe. Kocha mweupe yule wamwaache. Eh? Kocha Foili. Foili. Foili asiguswe. Au siki. Hii naomba ifike mbali. Foili asiguswe marufu. Au siki. Naongea kwa kinena kabisa. Sema tukienda mbele tukirudi nyuma. Yule kocha ni winga, haki ya Mungu, amna. Yani yule ana shida, ana ana tofauti. <laughs> Yule kocha kwa kusifia yule, ukitoka anakupiga hivi, anaelekezaga u anajielekezaga yeye anachezaji. Unajua, mimi sometimes nachekaga. Kuna mtu anaitwa Suleiman Matola, Suleiman ni Tanzania, nakaa hapo tu sijui wapi Tandale hapo, kwa tumbo karibu yangu kaka, nimehesabu zile pasi, nikamwambia kumbe, kaka pasi milioni, una kazi nzito. Mimi ni PCM nikizungumzia nikaambia, pasi milioni, endelea na mambo yako. Mimi nimehesabu huku nimehesabu huku na shangilia kanzu basi, kule unaambiwa unarudi huku unahesabu tena ishirini na tano ishirini na sita ishirini na saba arobaini na nne Nikasema hapana, pasi ndio uendelee na shughuli zako. Nikaambia bwana pasi, endelea na mambo yako. Fida aliyopigwa kubwa, mimi nikwambie, binafsi ile ni ndoto, najua tume struggle mpira kama ndugu yangu kwa kina Guardiola, kwa kina Mixon, kwa kina Saka ndio tukaona tunaona mambo haya kwa sababu timu alivyotuacha, ule mwe, mimi nasema lolote limkute huko alipo. a timu unaenda nao pre-season unakuja hapa unaimwaga, si bora hata Cox alomtaja huyu. Yani ule ni zaidi ya dalali, yani ule katutupa vibaya yule, hmm. kaka tumecheza mechi moja hiyo, ananyerenuka kama kawagawili. Okay, budo kwa update